Inawezekana unapuzia haya lakini, hebu niambie, kutokuwa na amani au kujiamini kwenye ndoa au mahusiano yako mahusiano yako au ndoa yako kuvunjika ni mambo ambayo unapenda ya kutokee kwenye maisha yako? Bila shaka jibu ni hapana. Lakini je, upo tayari kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya ukeni, UTI na PID sugu, mvurugiko wa hedhi au kukosa kabisa hedhi, fangasi sugu na miwasho ukeni, uke mkavu na kukosa hamu ya tendo la ndoa ugumba au mimba kuharibika mara kwa mara, uke kuregea na kutoa majimaji, mirija ya uzazi kuziba, vimbe za kizazi yani fibroids au mayoma, vikufanya ukose amani kabisa na kusababisha ndoa au mahusiano yako kuvunjika. Najua utasema hapana. Je, sababu ya haya matatizo ni nini? Mtindo mbaya wa maisha yani bad life style, yani uraji mbaya Kutokunywa maji ya kutosha, kutumia kemikali au manukato ukeni, kuvurugika kwa homoni za mwili kitaalamu tunaita hormone imbalance, uwepo wa bakteria wabaya ukeni kama Chlamydia, Mycoplasma na bakteria vaginosis ambao huishambulia sehemu za uzazi na kuleta magonjwa, kusafisha uke kupita kiasi, hivyo kuondoa uteute unaolinda bakteria wazuri yani normal flora, maambukizi kwenye via vya uzazi yani PID, sumu kuzidi mwilini, msongo wa mawazo na changamoto za umri, kushuka kwa kinga ukeani pH hivyo kuruhusu uke kushambuliwa kirahisi. Suluhisho la matatizo haya ni lipi? Baada ya kuwasaidia wanawake wengi sana, Jiponye Afya Herbs kwa kushirikiana na taasisi za tiba asili na tiba lishe toka nchi za Marekani na China kwa kutumia pakeji zilizoleta mafanikio makubwa, yani moja, Women Fertility Cleanser na Premium Fertility Package ambazo zimeendelea kufanya maajabu kwa wanawake wote wenye changamoto za mfumo wa uzazi, kwa kuwa na faida zifuatazo kwa mtumiaji: kuondoa kabisa tatizo la harufu mbaya na uchafu ukeni kwa siku tatu tu, kurudisha hamu ya tendo la ndoa na kukufanya ufurahie ndoa yako, kuondoa kabisa tatizo la ukavu ukeni kwa siku tatu, kuzibua mirija ya uzazi na kuondoa vimbe, yaani fibroids bila upasuaji, kuondoa kabisa tatizo la homoni imbalance na kurekebisha homoni zote za mwanamke, kutibu na kumaliza kabisa matatizo ya PID na UTI sugu, kurekebisha mzunguko wa hedhi na kuondoa maumivu kabla na baada ya hedhi, kupevusha mayai na kukusaidia kubeba ujauzito haraka, kupata hedhi salama bila maumivu, kurudisha uke ulioregea na kukuletea heshima kwenye ndoa au mahusiano yako, kurutubisha mfumo wote wa uzazi ndani ya wiki sita na kurejesha furaha na amani yako. Tupigie leo Jiponye Afya kwa simu namba 0742 25 1310 na 0772 22 82 83, kupata pakiji yako popote ulipo.